Halo, habari. Karibu tena katika Bright Pendo Channel. Leo tunakwenda kutengeneza vitafuno rahisi kabisa rahisi, ndani ya dakika tano unakuwa umepata vitafuno vyako kwa staili ya baga. Chakula hiki watoto huwa wanapendelea sana na kinapendeza kwa kweli, hata ukiangalia mtazamo wake. Haya basi, tutakachokwenda kutumia leo, tunaanza na cabbage kama hivyo ambavyo unaziona cabbage nimechanganya nimekata pembeni na carrots pamoja na pilipili pili hoho. Haya, baada ya hapo unaanza kuzikanga, ninaweka kwenye kampeni na mafuta kidogo sana, moto uwe wa kiasi. Anza kuzikanga ziweze kulainika kidogo kidogo tu zilege, inatosha. Kwa hivyo utakuwa unageuza, geuza kama hivyo ninavyofanya mimi haya mara baada ya hapo Unachukua sasa bakuli yako ama sehemu ambayo umeandaa ya kuweka. Basi unatoa maana hapo naona imeshakuwa tayari, tunatoa. Baada ya kutoa, unaweka chumvi kiasi kidogo na unachanganya vizuri kama hivyo ninavyochanganya mimi. Haya. Baada ya hapo chukua bakuli yako pembeni, gonga mayai kama hivyo. Kiasi cha mayai hapo ni uamuzi wa mtu mwenyewe. Unaweza ukaweka mayai zaidi ya haya niliyoweka mimi au kaweka pungufu ya hapo. Mimi nimeweka hayo manne. Haya. Baada ya kuweka mayai kama hivyo, Aha. Basi tunayachanganya katika ile kabichi yetu ambayo tumeikanga, unachanganya kama hivyo. Baada ya kunanii hivyo, unaanza kukoroga koroga, ichanganyikane vizuri. Mchanganyiko wote uchanganyikane vizuri, hakikisha mayai yanapondeka vizuri, anajichanganya kabisa na ile kabichi vizuri kama hivi. Sasa hapa ndio wakati ambapo unaweza ukaweka spices zote ambazo unazipendelea mimi nitaongeza chumvi tu kidogo eh. Baada ya hapo, unaweka flampeni yako na mafuta kiasi kidogo, na utamimina zile kabichi ambazo umeshazichanganya na mayai, na kisha utaanza kukaanga kwa jinsi hiyo, kwa staili ya zege. Haya, baada ya hapo, utaweka moto uwe mdogo sana, uwe kwa kiasi kidogo. Ukiona upande mmoja umeshaanza kuwa vizuri, umeiva, basi utageuza na upande wa pili kama hivyo, kisha utaweka pembeni. Halafu utachukua ule mkato wako, utaupitisha katika flampeni kama hivyo. Hii ni kwa ajili ya kutengeneza ladha iwe nzuri, lakini si lazima sana uipitishe kwa jinsi hiyo. Baada ya hapo, nitakuwa nikikata staili kama hivyo ili niweze kupata vipande vidogo vidogo vya mkate ambavyo vinakuwa vina uwiano sawa kama hivi unavyoona, lakini pia si lazima sana ukate kwa staili hii, unaweza ukaamua kwa staili yoyote unayopendelea. Baada ya hapo uta, utaandaa mayai yako tena katika bakuli, kwa jinsi hiyo unaweka na kiasi kidogo cha chumvi, unakadiria tu chumvi. Baada ya hapo utayakoroga na kisha utaanza kukata yale mayai ambayo tayari ulikwisha kuyaandaa mwanzo. Kata kwa staili sawa ambayo inafanana na vipande vile vya mkate ambavyo ulikuwa umeviandaa mwanzo ili viweze kuiana sawa na utakapoweka basi isionekane tofauti kubwa sana. Haya mayai yetu yako tayari sasa, na vipande vyetu vya mkate ambavyo tumevikaanga navyo viko tayari. Unaanza kuweka, angalia staili, steji zote ninazokuwa ninazifanya mimi. Uhe, unaweka sasa, juu ya kikila kipande cha mkate unaweka sambamba, hiyo inawiana, ina kama hivyo, mpaka pale ambapo utaona vyote vimeenea. Ni chakula kizuri sana ambacho watoto wanapendelea, hata wakubwa pia. Kwanza kina ladha nzuri, halafu ni afya pia kwa mwili. Hai, baada ya hapo niliandaa vitunguu nimevikatakata basi, utaweka na venyewe utavinyunyiza juu ya yale mayai ambayo umekwisha kuyaweka juu ya vipande vya mkate, kama hivyo navyofanya. Ni vitunguu tu, vitunguu maji hivyo unaweka. Baada ya hapo sasa, ile flampeni yetu bado iko jikoni, hatujaisahau bado. Kwa hivyo tunaendelea na steji nyingine, utaweka mafuta kidogo, na baada ya kupata moto utaanza kunyunyiza mayai yale ambayo ulisha ya gumba pembeni, unanyunyiza kidogo, angalia hivi ambavyo nafanya mimi. Alafu utachukua kipande cha mkate kile cha sema juu, unakuwa unaweka hapa. Baada ya kuona imeganda kidogo, unageuza upande wa pili, tayari utakuwa umepata kava yako ya juu kama hivyo. Sasa hii ndio itakuwa inafaa kuweka sasa juu ya ule mkate pamoja na mayai ambayo tulikuwa tunayaweka, angalia kila ambacho nitakuwa nivikifanya ni rahisi sana. Ndani ya dakika mbili tu unakuwa umepata vitafunio vyako vizuri vitamu, vinanukia vizuri sana. uhum. Kwa hiyo hatua zote nilizozifanya, najua utakuwa umeelewa vizuri mpaka hapo. Kila utakapoona mayai yameganda kwa kiasi kidogo, usiache mpaka yaungue. Hakikisha moto ni wa kiasi, moto ni wa kiasi ili zisiungue, unageuza upande wa pili na ikiwa tayari unaitoa kama hivyo. Baada ya kuwa tayari, utaweka katika vile vipande vya mkate tulivyovikata mwanzo na kuweka mayai juu yake, basi hii kava kava yake ya juu ndio utaiweka sasa juu ya yale. Kwa hiyo hapo inakuwa imekamilika. Kwa staili hiyo, tayari unakuwa umepata kitafuna chako kizuri kwa staili ya baga. Ona jinsi inavyopendeza na ni tamu sana. Hiki ni chakula kizuri, nenda ukajaribu na utakuja kuniambia. Angalia jinsi ambavyo ina testi nzuri, jinsi ambavyo ni, ni rahisi sana na hauchukui muda mrefu, kwa sababu kwanza hauanzi kwa kuandaa mkate, unakua uko nao tayari. Kwa jinsi hiyo, basi kama wewe ni mgeni katika chaneli yangu na unapenda mapishi yangu, ninaomba bonyeza hapo sehemu ilipoandikwa subscribe kwa maandishi mekundu na kisha utabonyeza kengele itakayofuata baada ya ilo neno subscribe ili uweze kupata notification ya video zingine zinazofuatia. Nitakuwa nikirusha video kila wiki, zitakuwa na video mpya. Kwa hivyo itakapotoka video mpya, wewe utakuwa ni wa kwanza kupata ujumbe ya kwamba kuna video mpya imeingia. Haya. Kama hivyo tayari tumekusha kumaliza mapishi yetu ya leo. Ninakushukuru kwa kuwa unaendelea kunisapoti wewe, ambaye ni rafiki yangu Ninakushukuru sana sana sana, asante. Kwa heri.